Tumekuwa tukiona wenzetu wakitetewa katika uh, biashara zao, kama kwa mfano, watu wa madini wame e, sheria imewa, imewalinda wazawa. Kwa hiyo hilo limetugusa zaidi kuona kwamba sisi kama TAOME Aa, na tulivyojisajili kwa ajili ya kutetea haki za wafanyabiashara, hatukuona tukitajwa ni namna gani tutalindwa katika biashara yetu, na biashara yetu imekuwa ikiingiliwa sana, kuanzia kwenye uvuvi mpaka kwenye uchuuzi mpaka kufika kwenye usafirishaji. Sisi tunaiomba serikali itunge sheria zinazotekelezeka, pia ifike kwa kwetu huku chini itufikie kutupa elimu kutupa utaalamu kutupa zana za kisasa ambazo zitatufanya kuwa na ushindani katika soko la kimataifa. Tunaishia kwamba tunafanya biashara lakini tuna zana hafifu, tuna miundombinu hafifu, utanunua samaki, namna ya kuzihifadhi ni vitu ambavyo vinaharibika, hakuna magati ya kupokelea samaki na kuhifadhi, hakuna. Kwa hiyo ni sheria ambazo zinatungwa, lakini kimsingi unaona kabisa kwamba haziwezi kututoa tulipo. Kwenda sehemu nyingine, tunapata changamoto ya kuingiliwa na wageni, hasa hususani Wachina. Wachina wamekuwa wakiingia kwenye biashara zetu, wakienda mpaka deep mpaka mashambani kwa kupitia wazawa, na kinachopelekea wazawa kuwapeleka Wachina mashambani ni kwa sababu ya kuwa na uwelewa mdogo kujua ni namna gani wanaathiri uchumi wa nchi na kukosa mitaji ya kufanyia biashara. Kwa hiyo wanapokuwa wanakuja wa China, wanatumia ile nafasi ya udhaifu wa kukosa mitaji pamoja na uwelewa mdogo kuingilia biashara zetu. Kwa mashauriano ni ku kuibua hizi hoja na kuchochea mjadala mjadala wa kitaifa, watu wajue kwamba kuna tatizo, na washiriki wake wako wapi, ni akina nani, wanafanya kwa mbinu gani na mikakati gani ya kulinyima taifa mapato na, na kuharibu mifumo ya maisha ya jamii za wavuvi wanaozunguka katika mwambao wa Tanzania bala na kule visiwani, na kama zipo hatua e, za kuchukua tu, tu tuzungumze namna ya kulikabili tatizo lenyewe. E, sisi wadau katika sekta hizi za uvuvi, sekta binafsi, lakini tuwe na namna ambavyo tunapeleka ujumbe wafikie mamlaka za serikali, watunga sera, wasimamiaji wa sheria, na wote waweze kujua kwamba hili ni swala ni suala muhimu katika ujenzi wa uchumi atutajenga uchumi wa bluu. Kama mojawapo ya mafiga ya ya uchumi wa bluu ni ku, kuwa na sekta ya uvuvi iliyo imara. Alafu hiyo sekta hujarekebisha huja, huja, huja madhaifu yaliyo yaliyo katika sekta yenyewe ya, ya uvuvi ambayo inajenga figa la uchumi wa bluu, alafu kasema utaweza kujenga uchumi wa bluu ulio mkubwa, ambapo mimi naliona kama ni <coughs> uh, kama ni kujengea katika madhaifu na hiyo haituweki katika nafasi nzuri ya kujenga uchumi wa blue. Tunaomba serikali ituwezeshe, ituwezeshe mitaji. Kuna wakati serikali iliwahi kutuahidi kupitia wizara ya uvuvi kwamba itatupatia sisi wa wafanyabiashara, e, meli ndogo ndogo kwa ajili ya kuvua samaki hata hawa dagaa. Tukajikusanya na kila kitu, lakini hatukuona hata waliishia wapi. Mpaka sasa hivi kuna kampuni ambazo Zili... benki kwa hiyo wanatakiwa waendelee kulipa, lakini ni sawa kama biashara yetu imesimama, kwa sababu imeingiliwa kupita kiasi. Kwa kweli tunaleta kilio chetu kwa serikali, ni lazima iangalie kama ambavyo mkuu wa mkoa Chalamila amesema, anawafukuza wachina wote Kariako. Sio wako kariako tu, wametuingilia sisi kwenye uvuvi. Kuna wachina, najua wana viwanda, wako kule Mbagala mbele kidogo kule, wana viwanda wao, wamepewa kweli kabisa leseni na serikali ya kufua deep sea maji marefu, lakini wao wanarudi wanavua kwenye shallow, ambako kwenye shallow water nilitakiwa nivue mimi ambao ni mzawa kwa boti yangu hiyo hiyo yenye kutumia karabai, ambaye haina hata vifaa vya kisasa vya kupima. Hasa huu ushindani wa kibiashara, je, sisi mbona tunaathirika kiasi kikubwa?